kwa ajili ya mwanako inabidi umchukue inabidi umchukue wende naye huko kwenu ataishi vizuri mimi unajua sina uwezo wa kumlea haya mama mimi nakuelewa sasa mama tunajua mimi nyumbani naishi na mama ndio na siwezi kujichukulia maamuzi peke yangu inabidi tu kwanza nirudi nyumbani nimjulishe mweleze kila kitu kinakaa hapo patikana hapa na maneno ne mbayo naniambie Sijakataa wala sijacika, utuko unafikira vibaya. Kama namkataa mtoto huyu, ni mwanangu tayari. Ma mume wako ana neno na mfamo. So, sawa mimi si, siongee kama mwanangu anaweza kukataa, ila tu mimi naongea nimdulishe kwanza. Huyu baba namjua vizuri, najua mume wake ana moyo mzuri. Aya, namsikia tu sawa. So, mama nakuelewa. <laughs> <laughs> Mama, Mama, nyamaza. <coughs> Usije nikumbusha machungwa, dada, tata, mama, nyamaza, nyamaza, mama, nyamaza. Haya. Ndote hmm? Nambane mama hmm? Mimi naenda. Ndote hmm?

Najua tu kwa maana nakwambia wewe uje tu na moyo wa kumpolesha. Vumilia, hmm? Tu hayo tu, mwangalia, sije na vilele. Sawa? <migila> Ndio. Nenda kamwangali tunaona na siku ni mwaza sana baba. Ni mwaza sana kwa nini nasikia vibaya, Asa ni mwaza hivyo? Hatuwezi tukamchukua ndoto tuje Chris na hapo. Kiukweli nami nilianza kuifikiria, Kwa sababu unaona mtoto mtoto akipata ajabidi ana mtu wa kumchunga mtu wa kumwangalia ule bibi yake sometimes anaweza kutoka naweza kufanya maneno fulani mbibi um, yake siwezi kumwangalia, siwezi kufokea. so, ni bora haja hapa apate malezi bora, na tuendelee naye kuishi hapa. Asante sana, e na kushukuru nao pia. Ulikuwa nafikiria hivi ha, ni fikiria hivi, yani ni mpanga muda wa nani sasa. Kwa nini unakunyambia sinaongea, sikupanga kupanga muda wa kunini hmm? Wa ku, ku, kuambia basi basi na anaenda basi mode na kwenda. Mama, habari? Ah, vizuri tu, naenda tu salam

hapa? Uh -huh. Hapa Bobby, naye, ah, kusa, visha, Hapa hapa. Aha. Mama anapata kucheza naye. mimi napumzika. Kabisa mwana. Ndote. Aenda kuchukua maji anakuja hapa tu hapa harakisha naye kwanza mimi hapa wananipa dakika mbili tu nirudi. Ah, kumuona Bobby huyo. Atabaki na nani nyumbani? Hapa Bobi anapata wa kumlea na wakumchunga na chukua yote. yote. hapo hapo anachukua kwa kwa huyu. huyu. Maraba. naenda naenda leo. <laughs> leo Leo leo. Mimi kisha wazungu wazungu huko. huko. Kuna mama wako. wa kucheza cheza naye

Usisahau na kwambia, unaoa wewe ni mayatima uko naena mama, hakikisha unatimiza kazi zote kabisa vizuri. Hata baba nakutuma unatumika, hata mama nakutuma ha? Ujishushe, najua wewe ni mayatima, usikuwa na silika silika tu mwanangu, hivi aenda vizuri. imni ndiyo kwa babako na mamako, kwa mama wangu mdogo, mamako mdogo, ndiyo akindana matatizo. Nakuulizia huku ni kwa kaka yangu, kwa maana mimi sikujua, ndiyo kwa maana nakuulizia.

kama kawaida, alafu siku so. Njema sawa. Shikamo. Marahaba, habari yako? Nzuri. Vipi nyumbani? Kwa salama. Mbona unaingia bila hata kugonga mlango? Niligonga na nilikuta ulikuwa unaongea kwenye simu, eh. yeah. Mmm, ungea mapo. Vipi nyumbani, aote? Kwa salama, mama baba wote, na dada yako naye, wote sawa. so. Ungea basi, mama. Sasa kaka, nataka nikuulizie huyu mtoto namkuta huku wa kike nyumbani, aui? Mtoto gani wa kike huyu? Uh, mtoto anaitwa Ndote, mtoto wa shemeji yangu nyangu, ambaye alifariki far siku za nyuma, mwenyewe tulistiri hapa ndo e, aliacha mtoto wa kike anaye, ndiyo mwenyewe anaitwa Ndote, naishi kiukweli nyumbani. Sasa huyu mtoto ni mayatima, ana baba Alikuwa na mama mama mwenye ndio akafariki hapa, na baki tu peke yake, jinsi namuona pale. Mimi ndio nikamchukua na nikaanzelea kumsaidia na maneno mengine mengine. Bibi yake yupo? Eh, yupo. Sasa kaka, bibi yake hawezi kwenda kumrudisha mama yake. Kumrudisha? Ndiyo. Kuna tatizo gani ni ni na stay kwenye ndio kumrudisha. Huyu mtoto asiwezi kuishi nyumbani kwako. Hata wewe kuishi naye pale, mimi naona kama inatosha. Kuna tatizo gani? Tatizo liko hapa kitu gani. Huyu ni mtoto wa kike leo kumsomesha shule akipata pesa wala kumoa, asiwezi kukumbuka. Wala akipatikana na shida, akija na ujauzito, wala akija hata wanamgonga mgonga, hawezi kumwona mama yake mdogo, atakona ni wewe. Kwenye familia yao wanachukua. Ama sio walitoa wewe wa ulizi ulienda nikoa, ama ulienda kuchukua wote. Kasa naulizia, kuna tatizo hivi e, mshipale? Eh, kuna tatizo. Tatizo oh gani? Na tatizo gani? Huyu mtoto ni mtoto wa kike, takanarudilia tena, huyu mtoto wa kike akipatikana wala na ujauzito wala na magonjo, hawajui mama yake mdogo, ukasemaje? Wala una sauti kusema, kwenye familia ya walishakujua caleua ele mkoa mama yake mdogo anakujua na ini

Hasira na anipe tena furaha mimi kuendelea na na kazi unajua, no, no? <clears throat> kama <coughs> <isina> mimi <mtotoa>, naishi <coughs> na mtoto wa shemeji yangu as siku hizi za nyuma hapa, na huyu mtoto mimi ndio naishi naye nyumbani sasa. Iya akaenda pale kanikuta pale, ndio akaja sasa pana hasira, niambia kama inabidi nimrudishe Mda mwengine mtoto anaweza pata matatizo, anaweza mgonga, anaweza pata mume, anaeta mistariti, yani vinanumiza kichwa. Sasa sijui nifanyie nini, namenaatama na anasheria, anasheria ndio kwanza, naye mamka anajua, nawatu wana waningilea tabia yao, kwa hiyo naweza kuongea hio Kulea mtoto wa kike ndugu yangu nakwambia, vigumu sana, vigumu. Watoto wa kike wanausumbufu, wana usumbufu zaidi. M, ndugu wangu nakwambia, leo hata mtoto wa kiume. Mimi nilizalia kwamba ni mtoto wa kiume, kume mtoto wa kike ni vibaya, vibaya, vibaya sana. Ndugu wangu nakwambia, kuishi na watoto wa kike. Watoto wa kike wana usumbufu, wana usumbufu zaidi. Ndugu yangu nakwambia, leo hata mtoto wa kiume leo, kesho baadaye, ataweza kukusaidia. Iko mtoto wa kike, yeye anaona ni leo, wasoni mbele Umeona? Yeye yeah, kisha kukomala hapo yote ulomfanyia basi mama alisikia. Sasa unanishauria nini? Abro mudisha kwa mwanae yao. Bora mudisha kwa mwanae. Wanaojia kama maji tungali kwenye goti, bora ivuke. Afundisha kufuta kwenye kibuno. Ah, ndugu yangu wewe hiyo ni shida. Hiyo ni shida ndugu yangu nakwambia. Hiyo ni shida. Hapa shida ya ayatokea. Hapa hakuna tatizo moja. Bora mudishe kwao.

nbadirikaliendaalnkufaa tuende, nikuambie ukweli. Nilienda kwa kaka, namkuta kaka kuna mtoto moja hivi, niendele kumlea mtoto, anaongea ana, ana, ana kwamba kama ni mtoto waima, si hapa tuende wa shule hata nguo za kuvaa. Tumegaika hata chakula hiki kutumia ni sida, hata mimi pia naenda kwa mguu, hata pesa pigi pigi, asi asi ni ripi, na na na nahuzunika hivi. Mimi ni nilivyofanya hivi oh. Mimi nenda kwa kaka maneno taongea naye kaka, taniona mimi nani? Naenda kwa kaka, endelea kuangalia jang... bibi, nenda huko mimi, usiende kunitari, nenda kaongea mambo yako <laughs> siwezi kuishi nyumbani kwako, ama si walitoa wewe ulienda nikoa kuchukua wote. Wala una sauti au kusema kwenye familia ya kule, mtoto wa kike ndugu yako, nakwambia vigumu sana, vigumu watoto wa kike, usumbufu au usumbufu zaidi, ndugu wangu, nakwambia le hata mtoto wa kiume

nasikia fresh nzuri alafu peke yako. Hapa kwa hivyo nilikwambia unamtii mume wako vizuri eh? Yes mama. Ah, kwa namna mume wako usio mkali na mume wako. Unakuwa unambembeza mume wako, unasikia? Yes mama. Ndio. Hata na washemeji yako na wamama mama wa mume wako unawatii mzuri eh? Yes, ndio mama nakuelewa. Ndio. Unawapatia chakula kama hivi inapaswa. Ndio eh? Nilikwambia, unaona hapo, mikaa inabidi umwelewe mume wako, ukonasikia kenge, nakwambia hmm? hmm. usikua namshirikisha mmwanangu. <laughs> Sasa sinaona hata wenza huku mkini huku kijijini na nakusikia na, na wazazi yao wanangaika huko wanakuwa wekaa hapa hivi na huu mume mbaya wako, wanaenda huku mbaya, lakini wee hapa na kuona a a poa tu na mwanangu, sawa so, mama namshukuru Mungu na mimi leo naitiwa mama, ndio na kwa kusikia sauri yako ndio mimi hapa, na Mungu tunapendana hmm, tunashirikiana hakuna ugomvi, hakuna chochote na maheshimu. Ah, ah, mara mama nangu, wow, hivi. Hey.

Mama, mm. Siku ingine nitakuja kuona mimi. Ah, hapo mimi. Amen. Amuka kwanza tunaongea. Mo nakwamba tusamani sana kwa sababu imeshatoka usingizi, umeshanizidia. Jambo ya muhimu sana, nyuka kwanza, amka baba. Ehe, mimi nakamba nimeshasikia usingizi sana. Usingizi wako ndiyo, inamaanisha hakuna, hatuwezi kuongea. Aboa na jambo moja hivi, inabidi kuongea, kwa sababu naona kesho asubuhi ishaninaamua tu kwa ah, mwapu, sababu muda mwingine naweza kumkuta, kifo kinaweza kumkuta hapa, naweza kuleta mimi ulawama. Ndio kwa maana naongea hivi, mrudishe yani pesa matumizi ya matumizi ni yoyote ya shule, tazama ah, mimi kumpelekea kule kwa mama. Mimi nakwambia hivi, mimi sina tayari. Sina tayari kwa kumrudisha. Sina tayari baba, sina tayari kwa sababu nimeshamzoea. Anaosha vyombo. Um, ana anakuwa anacheza na mtoto wake au mtoto wangu anamtumbua muda mwingine. Nimeshamzoea tayari. Sina si, mimi ah ah na maamuzi yako mimi sina sina kwenye si, si, si, mimi sina na wewe kwa maamuzi yako. Mimia, mimi mimi sina na wewe. Kwa sababu so, kwa nini tu wamweli? Kwa nini uko na jifikiria vibaya vi mtu kiwa mtoto? <sighs> Wakati ndote taku kwao mndani. Ulikuwa ni shazoea nani? Na nani mwenye anaanza kuosha vyombo? Na nani mwenye anaanza kuchukua mtoto? Jamani, akofanya hivi, nakwambia, kesho asubuhi, mimi natoa transport, mrudishe ndote tukoe kwa mama. Okay? Baba, na mimi nakwambia hivi, kwa maamuzi yako sina na tayari. Sina tayari na siwezi kumrutar ndote kwangu. Sasa wewe na mimi, nani nani chifu mndani? Hey,

Eh, na utajua mimi mwanamke huyu ndani? Atatoka mimi ndio nakwambia nyumba ni ya kwangu mimi, atatoka. Kesho atatoka hapa. Baba na mimi nakwambia hivi, atoke. Wewe ni baba, wewe ni kichwa, mimi ni miguu, mtani mikono. Mdote mtoka huko ndani. Stufu stop, bas, at atoke. Eh, sawa, utajua. Kama wewe ndio chief, ama mimi ndio chief, ama hii nyumba ni ya kwako, ama nyumba ni ya ndote, ama nyumba ya yangu mimi. Mimi nakwambia hivi, atoke. Eh, yeah. Atatoka. Atoke. Atatoka.